Kitabu cha Yeremia sura ya thelathini na moja na ya thelathini na mbili. Ndiyo, watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Na waalika sana wapendwa mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha mno, uandae Biblia yako karibu. Na pia unaweza ukaungana na sisi kwa njia ya YouTube na Facebook kwenye channel yetu ya Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo kwenye channel zetu hizo utapata nafasi ya kuendelea kusoma hivi vitabu kila wakati na kuendelea kuimarika. Usisahau kusubscribe upande wa Facebook, wa YouTube na usisahau kufollow upande wa Facebook kama bado hujasubscribe na kufollow. Tusali tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, ambapo Baba unatukutanisha wanao kuendelea kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu we pamoja na sisi, na kwa hekima yako utuwezeshe e Bwana kuweza kusoma neno lako na kulielewa. Nguvu zako Roho Mtakatifu tunaomba zitushukie, na upako wako e Bwana utufunike, maana neno lako ni mwanga na nuru kwenye maisha yetu, tunaomba ituangazie, ili sote tuweze kuimarika katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa thelathini na moja. Wakati huo, asema Bwana, nitakuwa Mungu wa jamaa zote za Israeli nao watakuwa watu wangu. Bwana asema hivi, watu wale walioachwa na upanga walipata neema jangwani. Yaani, Israeli hapo nilipokwenda kumstarehesha. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Mara ya pili nitakujenga nawe utajengwa, e, bikira wa Israeli. Mara ya pili utapambwa kwa matari yako, nawe utatokea katika michezo yao wanaofurahi. Mara ya pili utapanda mizabibu juu ya milima ya Samaria Wapanzi watapanda nao watayafurahia matunda yake, maana kutakuwa siku moja ambayo walinzi watalia juu ya vilima vya Efraimu: inukeni tukaende Sayuni kwa Bwana Mungu wetu. Maana Bwana asema hivi: mwimbieni Yakobo kwa furaha, mkampigie kelele mkuu wa mataifa, tangazeni, sifuni, mkaseme, ee Bwana waokoe watu wako, mabaki ya Israeli. Tazama, nitawaleta toka nchi ya kaskazini na kuwakusanya katika miisho ya dunia, na pamoja nao watakuja walio vipofu na hawa wachechemeao, mwanamke mwenye mimba na yeye pia aliye na utungu wa kuzaa; watarudi huko jeshi kubwa. Watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha penye mito ya maji katika njia iliyonyoka; katika njia hiyo hawatajikwaa. Maana mimi ni baba wa Israeli na Efraimu ni mzaliwa wa kwanza wangu. Lisikieni neno la Bwana, enyi mataifa, litangazeni visiwani mbali, mkaseme, aliyemtawanya Israeli atamkusanya na kumlinda kama mchungaji alindavyo kundi lake. Kwa maana Bwana amemweka huru Yakobo, amemkomboa mkononi mwake aliyekuwa hodari kuliko yeye. Nao watakuja na kuimba katika mlima Sayuni, wataukimbilia wema wa Bwana, nafaka na divai na mafuta, na wachanga wa kondoo na wa ng'ombe, na roho zao zitakuwa kama bustani iliyotiwa maji, wala hawatahuzunika tena kabisa. Ndipo bikira atafurahi katika kucheza, na vijana na wazee pamoja, maana nitageuza masikitiko yao kuwa furaha, nami nitawafariji na, na kuwafurahisha wache huzuni zao nami nitaishibisha roho ya makuhani kwa unono, na watu wangu watashiba kwa wema wangu, asema Bwana. Bwana asema hivi: sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake, kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi: zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu. Nao watakuja tena toka nchi ya adui, ndivyo asemavyo Bwana. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Hakika nimemsikia Efraimu akijililia hivi, umeniadhibu nami nikaadhibika, kama ndama asiye izoelea ya nira, unigeuze nami nitageuzwa, kwa maana wewe uBwana Mungu wangu. Hakika baada ya kugeuzwa kwangu nalitubu na baada ya kufundishwa kwangu nalijipiga pajani; nalitahayarika, naam, nalifadhaika kwa sababu naliichukua aibu ya ujana wangu. Je, Efraimu siye mwanangu mpendwa? Je, siye mtoto apendezaye? Maana kila nisemapo neno juu yake ningali nikimkumbuka sana, kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake; bila shaka nitamrehemu, asema Bwana. Jiwekee alama ya njia, jifanyie miti ya kukuongoza; uuelekeze moyo wako kwenye njia kuu, njia ile ile uliyoiendea; rudi tena, ee bikira Waisraeli, irudie hii miji yako. Hata lini utatangatanga, ee binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi watatumia tena neno hili katika nchi ya Yuda na katika miji yake, nitakapowarudisha mateka yao: Bwana na akubariki ee, kao la haki, e mlima wa utakatifu. Na Yuda na miji yake yote watakaa humo pamoja, wakulima nao waendao huko na huko pamoja na makundi yao. Kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu, nami nimeiridhisha kila roho yenye huzuni. Basi nikaamka nikaangalia na usingizi wangu ulikuwa mtamu kwangu. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapoipanda nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, mbegu ya mwanadamu na mbegu ya mnyama. Tena itakuwa kwa kadiri nilivyowaangalia ili kung'oa na kubomoa na kuangusha na kuangamiza na kutesa, kwa kadiri hiyo hiyo nitawaangalia ili kujenga na kupanda, asema Bwana. Siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali, na meno ya watoto wao yametiwa ganzi. Bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe; kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile niliposhika mikono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Bwana asema hivi, awapaye watu jua ili kuwa nuru wakati wa mchana, na amri za mwezi na nyota ili kuwa nuru wakati wa usiku; aichafuaye bahari hata mawimbi yake akavuma; Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Amri hizi zikiondoka zisiwe mbele zangu, asema Bwana, ndipo wazao wa Israeli nao wataacha kuwa taifa mbele zangu milele. Bwana asema hivi, kama mbingu zikiweza kupimwa na misingi ya dunia ikiweza kugunduliwa huko chini, ndipo wazao wa Israeli pia watatupiliwa mbali kwa ajili ya hayo yote waliyoyatenda, asema Bwana. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, mji huu utakapojengwa kwa ajili ya Bwana toka buruji ya Hananeli hata lango la pembeni. Na kamba ya kupimia itaendelea moja kwa moja hata mlima Garebu, tena itazunguka na kufika Goa, na bonde lote la mizoga na majivu, na mashamba yote mpaka kijito Kidroni, mpaka pembe ya lango la farasi upande wa mashariki patakuwa patakatifu kwa Bwana, hapatang'olewa wala hapatabomolewa hata milele. Mlango wa 32. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana katika mwaka wa kumi wa Sedekia mfalme wa Yuda, nao ulikuwa mwaka wa 18 wa Nebukadreza. Basi wakati huo jeshi la mfalme wa Babeli liliuzunguka Yerusalemu, na Yeremia nabii alikuwa amefungwa ndani ya uwanda wa walinzi uliokuwa katika nyumba ya mfalme wa Yuda, kwa maana Sedekia mfalme wa Yuda alikuwa amemfunga akisema, kwa nini unatabiri na kusema, Bwana asema hivi, angalia nitatia mji huu katika mikono ya mfalme wa Babeli, naye atautwaa; tena Sedekia mfalme wa Yuda hatapona kutoka katika mikono ya Wakaldayo, lakini hakika yake atatiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli; atanena naye mdomo kwa mdomo, na macho yake atatazama macho yake, naye atamchukua Sedekia mpaka Babeli, naye atakuwa huko hata nitakapomjilia, asema Bwana; mjapopigana na wakaldayo hamtafanikiwa. Yeremia akasema, neno la Bwana limenijia kusema, tazama, Hanameli mwana wa Shalumu mjomba wako atakujia akisema, jinunulie shamba langu lililoko Anathothi, maana haki ya ukombozi ni yako, ulinunue basi. Hana meli mwana wa mjomba wangu akanijia ndani ya uwanda wa walinzi sawasawa na lile neno la Bwana, akaniambia, tafadhali ulinunue shamba langu lililoko Anathothi katika nchi ya Benyamini, maana haki ya urithi ni yako, na haki ya ukombozi ni yako ujinunulie. Ndipo nikajua kama neno hili ni neno la Bwana. Basi nikalinunua shamba lile lililoko Anathothi kwa Hanameli mwana wa mjombangu, nikampimia fedha yake shekeli kumi na saba za fedha. Nami nikaitia sahihi ile hati na kuipiga muhuri, nikawaita mashahidi, nikampimia ile fedha yake katika mizani. Nikaitoa ile hati ya kununua ile iliyopigwa muhuri kama ilivyo sheria na ada, na ile nayo iliyokuwa wazi, na ile hati ya kununua nikampa Baruku mwana, mwana wa Neria mwana wa Maaseya mbele ya uso wa Hanameli mwana wa mjomba wangu, na mbele ya mashahidi wale walioitia sahihi hati ya kununua, mbele ya Wayahudi wote walioketi katika uwanda wa walinzi. Nami nikamwagiza Baruku mbele yao, nikasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi Twaa hati hizi hati hii ya kununua hati hii iliyopigwa muhuri na hii iliyo wazi pia, ukazitie katika chombo cha udongo zipate kukaa siku nyingi. Maana Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli nasema hivi, nyumba na mashamba na mashamba ya mizabibu yatanunuliwa tena katika nchi hii. Hata nikisha kumpa Baruku mwana wa Neria hati ile ya kununua na alimuomba Bwana nikisema, aa Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa, hapana neno lililogumu usiloliweza wewe; uwarehemuye watu elfu nyingi, walipaye baba za watu uovu wao vifuani wa mwa watoto wao baada yao, Mungu aliye mkuu aliyehodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, mkuu wa mashauri mweza katika kutenda, ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu kumpa kila mtu kwa kadiri ya njia zake na kwa kadiri ya matunda ya matendo yake, wewe uliyeweka ishara na ajabu katika nchi ya Misri, hata siku hii ya leo katika Israeli na kati ya watu wengine, na kujifanyia jina kama ilivyo leo, ukawatoa watu wako Israeli katika nchi ya Misri kwa ishara na kwa ajabu na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mkuu, ukawapa nchi hii uliowapia baba zao, kwamba utawapa nchi iliyojaa maziwa na asali. Nao wakaingia wakaimiliki, lakini hawakuitii sauti yako, wala hawakuenda katika sheria yako; hawakutenda neno lolote katika haya uliowaagiza huwayatende. Basi kwa sababu hii umeleta juu yao mabaya haya yote. Angalia maboma haya wameujia mji huu ili kutwaa; na mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo wanaopigana nao, kwa sababu ya upanga na njaa na tauni; na hayo uliyosema yamekuwa, natazama, wewe unayaona. Nawe ee Bwana Mungu umeniambia inunulie, shamba lile kwa fedha, ukawaite mashahidi; iwapo mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo. Je, itakuwaje? Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Basi Bwana asema hivi, tazama, nitautia mji huu katika mikono ya Wakaldayo na katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Na Wakaldayo wanaopigana na mji huu watakuja na kuutia moto mji huu na kuuteketeza pamoja na nyumba zake ambazo juu ya dari zake wamemfukizia Baali uvumba na kuwamiminia miungu mingine vinywaji ili kunikasirisha. Maana wana wa Israeli na wana wa Yuda wametenda yaliyo mabaya tu mbele za uso wangu tangu jana wao. Maana wana wa Israeli wamenichokoza tu kwa matendo ya mikono yao, asema Bwana. Kwa kuwa mji huu umekuwa sababu ya kunitia hasira na sababu ya ghadhabu yangu tangu siku ile walipoijenga hata siku hii ya leo, ili ni uondoe usiwe mbele za uso wangu, kwa sababu ya mabaya yote ya wana wa Israeli na ya wana wa Yuda walioyatenda, ili kunitia hasira, wao na wafalme wao na wakuu wao na makuhani wao na manabii wao na watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Tena wamenigeuzia visogo vyao wala si nyuso zao. Ingawa naliwafundisha, naliondoka mapema na kuwafundisha, lakini hawakusikiliza ili wapate mafundisho. Bali waliweka machukizo yao ndani ya nyumba iliyoitwa kwa jina langu ili kuinajisi. Tena walijenga mahali palipoinuka kwa Babeli palipo katika bonde la mwana wa Hinomu ili kuwapitisha wana wao na binti zao katika moto kwa ajili ya Moleki, jambo nisilowaagiza wala halikuingia moyoni mwangu, kwamba walitenda chukizo hilo, wapate kumkosesha Yuda. Basi sasa, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi katika habari za mji huu ambao ninyi mnasema juu yake maneno haya, umetiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli, kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Tazama, nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote nilikowafukuza katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi, nami nitawaleta tena hata mahali hapa, nami nitawakalisha salama salimini. Nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitawapa moyo mmoja na njia moja, wapate kunicha siku zote kwa mema yao na ya watoto wao baada yao. Nami nitafanya agano la milele pamoja nao, kwamba sitageuka wala kuwaacha, ili niwatendee mema nami nitatia kicho changu mioyoni mwao ili wasiniache. Naam nitafurahi juu yao niwatendee mema, nami nitawapanda katika nchi hii kweli kweli, kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote. Maana Bwana asema hivi, kama nilivyoleta mabaya makuu haya yote juu ya watu hawa, vivyo hivyo nitaleta juu yao mema hayo yote niliyowaahidia. Na mashamba yatanunuliwa katika nchi hii mnayoitaja mkisema ni ukiwa haina mwanadamu wala mnyama imetiwa katika mikono ya wakaldayo watu watanunua mashamba kwa fedha watazitia sahihi hati zake na kuzipiga muhuri na kuwaita mashahidi katika nchi ya Benyamini na katika mahali palipo pande zote za Yerusalemu na katika miji ya Yuda na katika miji ya nchi yenye vilima na katika miji ya nchi tambarare na katika miji ya Negebu kwa maana nchi warudishwe wafungwa wao, asema Bwana.